Nashukuru, nasikia sikia wanazungumza zungumza kidogo lakini bado sielewi elewi. Nakumbuka kuna siku tulikuja hapa wiki takriban mbili au tatu zilizopita, Feruzi uliapa kabisa ukasema, wallahi msimu huu mimi Simba Sports Club nachukua ubingwa ambao nimeupoteza misimu mitatu mfululizo. Sasa mpaka sasa hivi umecheza mechi 22. Unaiona simba yako ikaenda kuchukua ubingwa ikiwa nyuma alama moja dhidi ya Young Africans? Bado nafasi ipo kubwa tu. e, yani, unajua unajua hapa kuna vitu watu bado wanashindwa kuvielewa, tanaguakai vizuri. Mimi ubingwa wangu siku hiyo nakwambia kwamba upo kwa Yanga, na hakuna mtu atakaza kuliam hiyo, kalili vizuri. Ubingwa wangu mimi, pointi zangu za ubingwa zipo kwa huyu bwana, na yeye mwenyewe anajua. Ndio maana ubwana anafanya kila aina ya ila ili mimi nizifanikishe na sasa mimi kwa sababu nimejiandaa kuchukua pointi zangu tatu kutoka kwake kuzilipa zile za kwanza. Akifanya vitu vya ovyo ovyo ambavyo havieleweki eleweki, mimi sikubali, kwa sababu nimeapa na nimeweka nadhiri kuchukua pointi tatu kwake, na nitangaze ubingwa na siko tayari kuzikosa. Lakini Feruzi, na nakuona umekuwa kama kinyonga hapa a, siku Machi nane mechi ilivyoahirishwa, tulikuja hapa siku ya Jumatatu kuzungumza lakini Feruzi, ukasema kuwa wewe ndo umekimbia umekula nyoya umemkimbia Young Africans. Leo unasema kwa Yanga anakufanyia hila hila, sijaelewa kidogo hapo sasa. Kama usichokielewa nini, sijaelewa. Unasema mechi mwanzo, ulisema wewe ume, ndo umekimbia mechi, sasa hivi unasema anakufanyia hila hila. Sasa ambacho wewe ujaelewa hapo nini? Unajua mara nyingi sana mtu anakufanyia hila, lazima umuepuke, si mtu aweze akana kufanyia hilo kwa anamgangania, akikufanyia sio ndo anamkimbia sasa ewe hey, kama mwenyewe unakuwa na mipango yako pale. Alafu mtu anakuja na mipango yako anaivuruga vuruga. Wewe unaona kabisa kama mtu anavuruga mipango yangu siwezi kufanikiwa, nafanyaje? Inabidi kwanza umkimbie. Si basi bwana kwanza kaa hapa akasema mazoezi ya mtu fanya. Wewe unafikiri anachoogopa sio hila hizo? <laughs> Kwani tusifanye mazoezi wakati kanuni ipo? Maana hizo ni hila. Sasa akituambia hivyo atufanye na sisi tunasema akavunja kanuni, hatupeleki timu uwanjani mpaka siku atakapokubali kwamba si, kwa kwa si tufanye mazoezi pale. Akikubali i si tufanye mazoezi, mechi sawa. Akisema kwamba mazoezi hakuna, hatukubali na sisi tunasema mechi hakuna, hatukubali. Tumevunja kanuni, kwa sababu unajua kuna kitu kimoja. Kwa hivi, unajua kuna watu washindwa kuelewa, mtu anakufanyia mambo ya ovyo usiende kidini mambo ya ovyo yanakuwa na mambo ya ovyo si na nzuri si? Hao walikuwa wanatufanya mambo ovyo, sisi tunakwenda ya wale wala Mungu, tusaidie mwisho wa siku tunakwenda kuumia. Hata tumegundua hapa, Mungu tunamweka pembeni, wakifanya mambo ovyo na sisi tunafanya mambo ovyo ili kusudi fanya nini tuweze kwenda kutazama kwa pale. Sasa hao wanatufanya mambo mengi ya ovyo wao mwenyewe, angalia tu kwa mfano mmoja tu mzuri ili uweze kujua na mambo ya ovyo mengi Haya, mechi hakuna, wanarukaje ukuta na TFF ishatangaza mechi hakuna. Wao wanakwenda kufanya homa upayo na wanajua mechi hakuna, lakini bado pia hapiti mlango sahihi wao. Uone kama wana mambo ovyo mengi. Sasa na sisi tunakubali vipi kwenda katika mfumo? Sisi hatuwezi kukubali. Ndio maana ndio maana nilianza kukwambia kwamba dawa yao wao nimefanya nini, nimeipata na wao wenyewe wanajua dawa yao. Mimi niko tayari nishaipata, wanaweseka ndani wala ni na kukua na mbuzi ila wao wameona vibaya kwa sababu hiyo hao walivyofika zake pale kiini macho chao, kwa sababu tuliwafumba mpaka macho, wao wanaona kuna mbuzi mle ndani. Sasa kwa taarifa yao, mle ndani hapakuwa na mbuzi mle ndani. Sisi tulikuwa na surati yetu na tu surati manganyu manganyu, yani maana yake kama ungekubali tuingie siku ya pili yake, hawa wangejuta kutujua sisi. Mimi nilivyokuwa nasema na tangazo ubingwa kupitia kwa, oni, kwa wao ni kwa namaanisha wao, kashtuka akaenda kunizuia sasa kwasabu, kwa sababu walikuwa waoni wao wanaona kuna mbuzi. Lakini shekhe mlo, kwa kuna kitu cha hatari sana. Na wangekubali nikakiingiza mle ndani. Wallahi, nakuapia mwezi wa Ramadhani, wangekubali nikakiingiza mle ndani. Ili kwa ndo siku yao ya mwisho kumfukuza mpaka injinia. Kwa sababu wangesingeamini ambacho kingenda kuwakuta pale uwanjani. Maana nilikuwa nimezamilia kitu kibaya sana katika hawa. Kwa sababu ndio maana kama dawa yao mimi ninayo, na dawa yao tumeshaijua. Sasa hao kwenda kuweka mabosa wao na yule meneja wao, mshukuru sana meneja wa uwanja yule. Kujifanya timu, mimi sina taarifa. Yaani mechi inachezwa kesho, sio na taarifa kama kuna mechi. Wewe unaweza karibu mambo haya. Eti bodi nzima wasema sasa tuko na taarifa. Hamkuwa na taarifa katika show, unajua kuna shughuli. Mwingine anakuja atuambie: oh labda inawezekana ule uwanja nataka tuuombe. Uwanja unaoomba vipi? Wakaona jambo kwamba huu uwanja kesho na shughuli. Kuanzia leo na maandalizi. Sina la nzuri si, lakini sasa hawa wana bahati. Feruzi, sasa ikitokea Young Africans wamekubali kucheza na wewe, ukaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi kwa kikosi cha Young Africans, wachezaji wake unavyowaona na jinsi wachezaji wako wewe unavyowaona, kina Joshua Mutale, kina Steven Dese Mukwala, unaona Simba Sports Club ikienda kuchukua alama tatu mbele Young Africans? Wallahi nakuwapia wakikubali, tufanye mazoezi pale kwanza, anajua kinachomkuta kama watakubali tufanye mazoezi pale yeye, yeah, anajua kitachomkuta lini, na ndio maana ng'ang'ana, hatunazuia tutalipa faini, kwa sababu anajua wakikubali, sisi watu watupola uwanja tuingie baada ya dakika kumi tu, wasitume dakika nyingi, watu baki dakika kumi tu, siku moja kabla ya mechi, siku kumi tu, dakika kumi tu pale tuache uwanja wao, wallahi siku ya pili watakimbiana wa, kwa sababu mimi ninajua hawa njia no na Baika safari hii, Bwana Eli alikuja akasema ikiwezekana kwenda tunachukua winchi tunaweka wachezaji kwenye winchi. Sasa mimi naambia hivi wao wachukua wachezaji wao walete maparachuti so winchi wafanye mpango waatie kwenye ndege kule juu, alafu ukifika katikati ya ule uwanja wa taifa wao wanashuka na maparachuti, lakini watupe dakika kumi tu tufanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Feruzi, swali hili nimemuuliza pia mzee Mtoro. Ubishani upo mitandaoni pamoja na kwenye vijiwe mbalimbali. Kiwango uh, uwezo wa Jonas Kangalombo pamoja na Eli Mpanzu. Kila mtu anatamba upande wake. Kwa kwa wewe nani zaidi? Sasa blaza, unajua kuna vitu bado kwamba hapa naona kama kuna vitu vigumu sana. Huyu mtu amecheza mechi mbili. Huyu Mpanzu tayari shia kameshajitangaza. Wanasema mchezaji anaonekana kwa hata dakika mbili tunajua huyu mchezaji yaliomo yamo. Wapi? Kwenye nini? Kwani wewe Feruzi si ulimkataa Steven Dese Mukwala katika mechi moja? ni kwa, kwa nini mimi mpaka leo simkubali? yani mpaka leo pale Simba sina steka yote, nimemkubali Feruzi, kama masteka wako wakubali unaona, unaweza kwa mfunga Young Africans kwa sababu masteka hawa ndio wanategemea mfunga Young Africans. Wewe pale Simba magoli yanapatikana kwao, wewe niambie, pale magoli yanapatikana kwao. Hey, ndo unategemea? Wapi, baba wewe bwana? Unajua nataka nikuambia kitu kimoja, tofautisha mechi kubwa, tofautisha mechi ndogo, si ndo nzuri? Wewe mechi ya juzi unaiona mpaka nani kafunga anafanya hivi nasafisha nyota Nasafi... Hey! watu wamechoka sasa, utakuja kwenye mechi ngumu Twende kwenye mechi ngumu, mimi unipe maamzi. Unajua nyinyi, unajua mimi, watu wengi nataka wachezaji namkataa kwa na sababu kuna mechi zikichezwa naona yani, kuna mechi zikichezwa nasema kwamba huyu sio levu ya mechi hizi. Nataka wachezaji wenye levu ya mechi hizi. Unajua, kuna mechi za kawaida alafu kuna mechi ngumu. Wanasimba wengi hawaangalii vizuri, unajua, wanashindwa kutofautisha. Unajua, mimi sasa hivi nawaza klabu bingwa, nichukue kombe ile nilete zake hapa, lakini najiuliza, unakwendaje na budo? Yani unaweza kutoka hapa na mtare, unatoka zako hapa, siyo na ile atabu, anakwenda kwenye mechi ngumu, kwenda kuchukua kombe la klabu bingwa, analeta kweli? Unatakuwa serious kuna mechi mimi nawaangalia, kwa mfano kuna mechi ao tulipewa testi hapa na Azam, watu wengi wakageuza kibao. Mimi uja nishangaa sana, watu wasemaje, wale wakina ngoma wala hawakuwa kwenye mchezo. Sio kama hawakuwa kwenye mchezo, wamepata testa asilia ambayo wao walitakiwa na wao waonyeshe mara mbili yake, matokeo yake wakatepeta kwa sababu walipata testa iliyokoza kesai. Matoke yake watu wakageuza, wakasema wajua hawakuwa kwenye siku zao, lakini wameshindwa kuangalia vizuri kwamba hapa Azam wametoa testa kuonyesha kwamba nyinyi wana Simba mnatakiwa mlete wachezaji kama kweli mwataka kusogeza kembele, mlete wachezaji ambao ni complete, sio haya.